Seneta wa Busia, Okiya Omtatah, ameondoa rasmi kesi yake maarufu kuhusu deni la umma la Kenya. Akizungumza kuhusu changamoto za kisheria na ucheleweshaji wa taratibu, Omtatah alitangaza kuondolewa kwa kesi nambari 531 na ya mwaka 2015 dhidi ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta na Rais William Ruto, ambayo imekuwa mahakamani kwa takriban mwongo mmoja. Amesisitiza kuwa hatua hiyo ni ya kimkakati, akilenga kuwasilisha upya kesi hiyo kwa namna itakayozingatia matakwa ya kisheria na kuepuka kasoro za awali kesi ya awali ilidai kuwa zaidi ya shilingi trilioni 13.1 zilikuwa zimekopwa kinyume cha sheria bila idhini ya bunge na bila faida yoyote kwa umma. Ilimshutumu rais mstaafu Uhuru Kenyatta na Rais William Ruto kwa kuidhinisha sehemu kubwa ya madeni hayo kinyume na katiba na sheria ya usimamizi wa fedha za umma. Omtata alisisitiza kuwa madeni hayo ni odious, yani mabaya na ya kifisadi, na hayapaswi kulipwa na walipa kodi wa Kenya. Without the court throwing unnecessary technicalities in our way. Licha ya kuondoa kesi hiyo, Omtatah amesisitiza kuwa bado anaazimia kuhakikisha kuna uwajibikaji. Anapanga kuwasilisha upya kesi hiyo mara moja na kuhakikisha inazingatia kikamilifu mahitaji ya kisheria ili isikabiliwe na pingamizi za kiufundi. David Kaginaki, K24 TV.